Nashungukia leo njia gani Mungu atatumia kusudia misaidia? Mungu iko na njia, njia zote njia. Ile shida yako, kaza maombi. Ukiwa mtu wa maombi hautakufa kudati ya wanadamu. Ukiwa mtu wa maombi, makumi maikutakia itarudia kwao wenyewe Ukipenda maombi utapata jina yenye aikukua yako ya kazazi. Ukipenda maombi, siku moja wataita jina yako, watakutafuta na wewe katikati ya watu makubwa, kubaraza zote za wakubwa na wasomi. Danieli hakualikwa, Danieli hakualikwa hata kwamba kisha baraza watakunywa sikre, Danieli hakuipata. Lakini nafika magumu jo wanamtafuta saba napata magumu na wewe watakuita Amen. saba napata magumu na washinda mtu wa maombi watakuita Amen. Sikia, mtumishi mwenzangu, mwenye ukia leo Paulo again, bizdrea, eh. na Sila hawakujua kuchia gani Mungu atafungula milango ya gereza. Hawakuanzia ibalizi balinzi watakuwa distre na nai mulangu ya chuma itapasuka eh. hawakujua alifanya tu kazi yenye Mungu aliwaitia. Haleluya, mutumishi mwenzangu, fanya tu kazi kwa imani. Njia yako Mungu ndiye anaijua. Mungu anaangalia njia gani ndafungua watoto wako, akatumia mpepeo. Haleluya, sema mpepeo. Inawezekana kuko mpepeo Kama kwa yeah, yeah, yeah, yeah, waliwakia tu kuomba na kuabudu kima, nikaanza kikisika, ndipo zikafungua milango ya gereza, mpepeo ikakuja, wala hawakuzali. Kama Mungu anaweza pita ndani ya mpepeo kusudia zaidi, na akasema nitatumia modeli sistema mpepeo, mpepeo Hallelujah. Kusudi Mungu asipare Elia na Elisha, alitumia mupepeo. Kusudi Mungu ajioneshe mbele ya Musa, alimuiseri na mupepeo. Kuko mupepeo yako, yeye ya ya Mungu anajua, wa wala siijue mie ikusikie katika sina. Pokea mupepeo uko. Mbona nachuliza, mbona hii mambo yangu haitokake? Kuna njia ya Mungu ukiwa mtu wa maombi batakutafuta siku moja, na basikari anaanza kuuliza, ilikuwa mtufasilie milango, ilikuwa hakukufunga baba shefu? Ndio, nilifunga usiku baba heshima zako. Ulifunga tena. Awe mtu wa maombi ili aone mambo makubwa tena mazito. Tunakushangilia Baba Mungu, atubariki asubuhi ya leo, amen.